Nilisema ile siku ya, siku ya Jumamosi wakati uko kwenye vikundi kwamba kama kuna dhambi inalitafuna kanisa, ni dhambi ya uzinzi na uasherati. Ni dhambi ambayo imemaliza watu, ni dhambi ambayo imetafuna watu wengi. Na kipimo cha kwamba wewe, maana hapa tunazungumza, tulisema ili ujue kwamba wewe ni original, ili ujue kwamba wewe sio feki. Tulisema viko vipimo vya kuweza kujipima navyo kama watu wenye walikuwa nasumbuliwa na kisukari, BP, ili ujue kwamba BP imeisha, kuna vipimo wanawagawia kwamba utakuwa unajipima mwenyewe. Kama ulikuwa nasumbuliwa na kisukari kuna vipimo wanasema unajipima mwenyewe, ukishajipima unajua sukari imepanda imeshuka, iko nomo, BP zimepanda zimeshuka, zikonomo. Unajipima mwenyewe. Sasa hapa nataka nikupe kipimo Mwangalie jirani yako mwambie pokea vipimo e. Yani, hivi vipimo utembee navyo ujipime mwenyewe, wala usithubutu watu wakupime hii hii, kujua wewe ni feki au original. Usitarajie vipimo vya watu, jipime mwenyewe. Nilikuwa nawaambia watu mahali, ukiwaacha watu wakutafasiri wewe ni nani, watakosea, watakutafasiri ndivyo sivyo Nitoa mfano mmoja ambao sio mzuri sana, maana ni kama unajidharisha kiasi fulani hivi. Siku moja tulikuwa mahali tume, tuko, tuko kwenye semina kama hivi, nimehubiri nimemaliza, tunatoka nje, wanakuja watu wanasema, baba mchungaji eh, tumeona tuwai, eh, tuwai lift kutoka kwako, una gari yako imejaa una nafasi ili u... maana tuko tunafanyia tuna mbali kidogo, halafu tunarudi mbali kidogo. Wananiambia baba mchungaji eh, tunaomba eh, usitusahau eh, tuko wawili tu kwenye gari yako, tutapata nafasi. Hebu niambie, gari huna, halafu watu wanakuja kukuomba lifti. Unajua kwa nini? Siku ile nilikula suti nzuri tu. Kwa hiyo waka, wakaona katika magari mengi haya na la mchungaji litakuwepo kwa hiyo wakasema, atakosaje mhubiri mkubwa namna hii, eti hana gari? No, atakuwa nalo. Wakanitafasiri kwamba nina gari, alafu wanakuja kuniomba lifti. Tulikuwa na rafiki yangu mmoja akacheka. Sasa walimtafasiri kama vile anawacheka, kwa nini wanamwomba mhubiri lifti? kwa wakajisikia vibaya, wakasema tumekosea, yaani yule jamaa ndo anacheka. Alafu mimi siwaambii kama sina, nawaambia changamkeni, magari ndio yanaisha huko, endeni kuomba lift kule <laughs> wakasema, kwa kwa hiyo la kwako limejaa. Nikasema nawaambieni magari ndio yanaenda hivi, msipo msipo changamuka yataisha, kwa sababu kuambia sina naona aibu, lakini nawaambia kiaina, changamkeni, ndio magari yanaisha hivi, harakisheni, hara maana mimi na uhakika nitapata, nyie changamkeni huko. Kwa hiyo wakaelewa kwamba yawezekana leo hakuja naro, kwa hiyo ndio maana leo hana. Unajua kwa nini? walinitafasiri vibaya, walinitafasiri ambavyo mimi sivyo hivi. Nafikiri maombi ya hawa kuhusu mimi, wananiombeaje? wanasema Bwana umlinde mtumishi wako anapoendesha gari, mwepushe na ajali. Wakati walitakiwa waniombee, Baba msaidie mtumishi wako akiwa kwenye daladala siibiwe, akiwa kwenye mondokasi wasimsumbue, akiwa anaposafiri saidia mabasi wao. Wananiombea tofauti na nilivyo. Ukiacha watu wa kutafasiri, watatafasiri tofauti na ulivyo. Wewe ndio unajifahamu.

Mimi kilio changu ni kwamba Mungu anipe usafiri, wakati wengine wananiombea niendeshe salama, wakati sina wananitafasiri tofauti na nilivyo. Si unaona kuna watu wanavyokutafasiri wewe, wanakutafasiri wanavyokuona. Hapo jirani yako anakuombea, Baba umbariki huyu na familia yake na watoto wake, wakati wewe bado hujaolewa, wakati wewe bado hujaoa. Anakuombea watoto, wakati maombi yako wewe unaomba mume, wakati maombi yako wewe unaomba mke. Jirani yako anaweza kakuombea tofauti na ulivyo lakini. Wewe unajifahamu, unafahamu madhaifu yako. Kwa hiyo lazima ujipime, lazima ujipime wewe ni nani, uwe na vipimo vyako. Kwa hiyo ndio maana hapa nakupa vipimo utakavyotembea navyo. Mwamgeukia jirani yako tena, mwambie pokea vipimo, haleluya, ambavyo utajipima wewe mwenyewe ukiacha watu wa kutafasili watu wanakuona ni bonge la mtu wa kiroho wakati wewe unalia usiku na mchana kwamba kaka dhambi ka uzinzi mungu niondolee mungu nisaidie kana ni nyanyasa watu wanakuona bonge la mtu wa kiroho wanakuheshimu kweli ndio maana hapo jirani yako amesema bwana asifiwe sana ubarikiwe angejua matatizo ulionayo hata hiyo bwana asifiwe singekupa ila angeweka mkono juu yako kukuombea maana angejua shida ulionayo lakini bahati mbaya hajui Mulize jiani yako, eti unanijua jiani yako <laughs> anasemaje? Anakufahamu wala, na ulivyoulamba na ulivyopendeza, anakuona ni bonge la mtu wa kiroho wakati we unajua. Eti dada, si we unajifahamu, unajifahamu, si unajifahamu kwamba hata kodi ya nyumba ya mwaka huu aliyekulipia ni mume wa mtu, we unajijua Achana na watu wengine, we unajifahamu. Aliyekupa mtaji wa huo msingi wa biashara unaofanya si ni mume wa mtu? Si we unajua? Wakati we unaomba unasema, Baba nimechoka kudanga, nimechoka kukunani, nimechoka nipewa kwangu. Haya magari ya mkaa ntaenda nayo mpaka lini? Hii miuzi mpaka lini? na hitaji cha kwangu original. Watu wanakuombea mengine kabisa, hawajui matatizo ulionayo, hawajui kilio unacholia. Haleluya. Eti baba, si unajifahamu kabisa kwamba unakamchepuko unakokwenda kutuliza moyo baada ya vuvuzela wako kukusumbua. Akikusumbua vuvuzela wako unakimbia, unaenda mahali, si unajifahamu. Lakini huko hapa watu wanakuona kabisa, wanasema mkeo hajambo, anaendeleaje? Wanamfahamu yule mmoja, huyo mwingine ni siri yako mwenyewe. Kwa hiyo wewe unajijua tatizo lako. Siku moja nilikuwa nahubiri mahali, nikahubiri, nilikaza vijana wafanye kazi ili waepukane na uwizi na utapeli na ujambazi, nikahubiri. Sasa alikuwepo mzee mmoja, akapenda sana yale mahubiri. Tulipomaliza akasema, mchungaji, umenikosha moyo wangu. Haya, vijana wafanye kazi kabisa, hawa sijui na nini na nini, akashukuru na nini Tua tunahubiri njii zetu zile za vijijini. Sasa vijijini kuna tunyumba twa kulala wageni ambato chumba executive, kile kile ambacho kwa kweli kiko standard 1500. vile vingine ambavyo ni vya kawaida 2500. <laughs> Ndio mnalala hapo na mashuka hayafuliwi ila yanahamishwa kwa sababu mhudumu ni mmoja, kwa hiyo anahamisha aliyoralia huyu anaenda kumtandikia mwingine bila kufua, anahamisha kwa hiyo ukienda chumba cha mpendwa — maana wakati mwingine tunaenda kama timu, unaenda kuwaona wapendwa, unagundua aya, shuka langu ili ambayo ialia jana halijafua limefanyiwa, lime shift tu, kutoka hapa kwenda hapa. Sasa yule mzee akasema, ah, mmefikia wapi? Nikasema, tumefikia hapa. Akasema, ah, mchungaji, kwa injili hii nakulipia siku mbili mimi, kwa akatoa elfu kumi yake akalipa, akasema, alafu nitakuwa nakuchukua na kupeleka kwenye mkutano. Maana mimi nimekuja huku shamba, nina miradi yangu huku kwa hiyo nita ni, nipo huku pia, nina na saiti yangu huku, kwa hiyo nitakaa, kwa hiyo wiki hii tuko wote, kwa hiyo nitakuwa nafanya kazi zangu, najua muda wako na kuchukua na kupeleka. Haya, barikiwe. Kesho yake akanichukua akanipeleka mkutano, injili ikaanza. Siku ile nilishughulika na wababa waliotelekeza wake zao, alafu wanashughulika na vibinti vidogo vidogo, wameacha wake zao wanashughulika. Nikanyoka na hao wa baba, kumbe na yeye kamwacha mama kule huko, site ameenda na kisichana yuko nacho kule. Sasa wakati nahubiri, hasira zikampanda, kwamba yani wamemwambia mambo yangu yote, alafu ndo anakuja kuhubiri hapa. Sasa mi namchukua na gari yangu alafu nampeleka, kwa nini siniambie kwamba hii tabia ni mbaya? Kwani na nasimama madhabahuni, alafu anaanza kunisema mimi sina habari. Nimenyoka naye, yaani anageuka kushoto na mawe tu anageuka na mawe tu, na tu. Yaani mwandama moyoni amechukia kabisa, na jana yake aliniahidi ali, kitu kimoja kizuri kweli Akasema, mchungaji, unajua kwa huduma yako hii utakii kupanda bodaboda. Wewe unasema mimi, mimi nyumbani na magari bwana ambaye mengine anakabule, sasa moja nakupa wewe, utalifanyia marekebisho kidogo, itakusaidia kwenye huduma. Nikasema, ubarikiwe mtumishi, au ubarikiwe sana. Sasa eh maana, uh, tusipowawezesha hey, sisi, nani atakayewawezesha nyie? Mmeitwa bwana mtu hudumie. Amefurahi sasa. Injili ilipoanza na gari likayeyuka, Injili ilipoanza sikubebwa tena nikatembea kwa miguu paka kwenda sikumwona. Baadaye akaja, kesho yake amekuja hapo, akasema mchungaji, unajua watumishi wa Mungu hamtaki kuhubiri umbea. Nikasema umbea gani? Anasema wewe wamekusimulia mambo yangu, alafu naenda kusema pale. Hivi unaelewa tatizo lilionifanya mpaka nikamwacha yule mama? Yule mama ni matatizo, yule mama. Sasa mi namshangaa maana sielewi chochote, sielewi kinachoendelea na mimi leo nataka nikwambie, weka nyota na nana, leli tena okay. Itakujulisha wewe ni nani sasa. Pa kubonyeza, bonyeza kitufe kimeandikwa hofu ya Mungu ndani yangu, ukibonyeza hiyo itakujulisha wewe ni original au wewe ni feki. Maana kama wewe ni original, hofu ya Mungu ikatawala ndani yako, hofu ya Mungu haiwezi kuishi na dhambi. Ndio maana wana wa Mungu walio na Mungu ndani hata wakikosea, maana kukosea kupo, wewe ni binadamu, kukosea kwetu ni sehemu ya ubinadamu wetu. Kuna mtu mmoja nimwambia, nikamwambia kama unasema mimi sikosei hatuwezi kukuita binadamu, tunapaswa tukuite Mungu kwa sababu ndiye ambaye hakosei. Binadamu tunakosea, iko kwa kusema iwe. Unaweza ukafikiri neno hili ni zuri, kumbe mwenzio linamuumiza. Unaweza ukafikiri hili jambo ni la kawaida, kumbe mwenzako nimemfika nime, nime, nime vibaya. Sasa anapokuambia umeniumiza, umekosea. Wana wa Mungu ni wepesi kutubu. Wana wa Mungu ni wepesi kusema nisamee Wana wa Mungu ni wepesi kutengeneza. Lakini ukiona wewe hatu ukikosea hakuna kitu kinachokusukuma uende kutubu, uwe mashaka na wokovu wako. Kwa nini usiye? umefanya dhambi alafu una amani, alafu wala huna hofu yoyote, unaendelea tu, huogopi na madhabahu, upo tu. Kwa hiyo kipimo cha kwamba wewe Una, una, una hofu ya Mungu ndani ni pale ambapo dhambi inapokukaribia, hofu ya Mungu inawasha indiketa, hofu ya Mungu inawasha taa nyekundu, hofu ya Mungu inakuambia no, usifanye, usifanye, kwa sababu ukifanya moja mbili tatu, kwa kweli utamkosea Bwana Mungu wako. Ndio maana Yusufu, taa nyekundu ilipowaka, sikia maneno anayosema nitafanyaje ubaya huu, ni mkoste Mungu wangu? Kilichowasha taa ni hofu ya Mungu kwenye maisha yake. Hasa wewe unajifanya dhambi bila shida, yaani hofu ya Mungu haipo. Kwa hiyo dhambi ambayo nimesema inatafuna mioyo ya watu na maisha ya watu ni dhambi ya uzinzi na uasherati, ndio dhambi ambazo zinatafuna kanisa leo, imetafuna walio wengi, ndio maana siku hizi hata injili za kukemea dhambi zimepungua. Unajua kwa nini? Yawezekana wakemeaji wenyewe na wao wametafunwa. Sasa utakemeaji ndio nakuta mwisho, zinahubiriwa injili za kuparagaza tu, yaani wana wa Mungu mubarikiwe, ndio Mungu aliahidi watabarikiwa, waambie kitakachowazuia wasibarikiwe Hatukatai, mara moja moja tuwaambie pia kwamba Mungu alituahidi kutubariki, tuwaambie pia baraka ni sehemu ya maisha yetu, tuwaambie pia yale ambayo Mungu alipanga kutubariki asiwepo mtu wa kuyazuia. Ni sawa tukifundisha hivyo, ni sawa lakini, isiwe ndio main point. Tuwakemee watu wakifanya dhambi, tuwaambie hii dhambi mbaya wakati mwingine unakemeaje? wakati wewe mwenyewe umeshindwa, unakemeaje? ndio mwisho nakutana na Injili, mtu anasema napo, eh, napohubiri msiniangalie mimi, eh, tuliangalia neno la Mungu, na mimi ni binadamu na mapungufu yangu, muyangalie nayo, yasema shindwa na ulege. Kama hayo maneno hayakusaidia wewe, unatuleteaje sisi? kwa sababu injili inatakiwa ianze na wewe, ikubadilishe kwanza wewe, ndo uweze kuambia wengine. Yani wewe mwenyewe una matatizo, unatuambia sisi jinsi ya kutoka kwenye matatizo I, si, wahubiri sio waganga wa kienyeji wanaosema dawa hii na hii, utatajirika utajenga ghorofa. Ye mwenyewe kajenga kanyumba kakaweka na, na, na sapota kasiye kakaanguka. Sasa hizo dawa wee umeshindwaje kutumia uwe na ghorofa na wewe, ili tuambie inafanya kazi kama mimi nilivyojenga ghorofa? Yaani wewe unaishi porini kanyumba kahovyo chawa kunguni wakwako mwenyewe, alafu utajirishe watu wakae kwenye maghorofa. kitu ambacho kinaanzia moyoni, huwezi. Kama unawaimbia watu eh, hey, badilikeni badilike, we mwenyewe majanga. Unawaambia watu njoo muje kwa Yesu, we ulienda lini? Lazima uanzie kwe kwako. Injiri ya kweli inaanzia nyumbani, na nyumbani ni kwenye moyo wako. Kwenye moyo wako ikutengeneze, ikuweke sawa. Kwa hiyo kipimo cha kwanza ambacho nakukabidhi asubuhi ya ya leo kinaitwa hofu ya Mungu. Hicho ndio kitakupima wewe ni nani, unaishije. Rafiki yetu Yusufu alishinda dhambi ya uzinzi kwa sababu roho ya Mungu ilikuwa pamoja naye, hofu ya Mungu ilikuwa juu yake. Nilisema lakini ilimgharimu. Kwa wakati mwingine itakugharimu. Kushinda dhambi sio kitu rahisi, wakati mwingine itakugharimu hata wakati mwingine kupoteza kazi, wakati mwingine kupoteza mtaji, wakati mwingine kuna mambo yatakuandama, lakini Mungu wetu aishie milele hatakuacha kamwe, atakuwa juu yako na atakupigania. Tusimame.